Hilo, uh, mimi siamini kwamba Singida leo wanachukua kombe nalipeleka kaskazini, nasema linabaki hapo hapo mkoa wa dari Dar es Salaam, Dar es Salaam ni part of Zanzibar, ni sehemu ya Zanzibar. Kwa hivyo nabaki hapa pa enzi nyumbani, walisema huku ni pwani, kila siku linabaki hapa hapa. Ndio kwa nini mnamcheza kwa utuzwa Ushindani lazima uwepo kwa sababu Singida anataka taji, wakati Yanga anataka aendeleze mataji. Hey, sasa Young Africans wanaweza akawa na ushindani mkubwa sana na Singida, si ndio? Lakini sasa Singida anakuwa na spidi kubwa kumpiga Young Africans kwa sababu yeye analihitaji sana ile kombe. Uh, wanasema wataalam, ruka kuruka ruka sila ya urimbo izopumza ukubwa nzito nene zitatulia na zitatulizwa kwa magoli matatu. Umesema? zitatulia na zitatulizwa kwa magoli matatu sifuri katika mchezo wa leo kati ya Singida na Yanga katika CRDB... CRDB... CRDB Federation Cup. So, wanasema kwamba leo unatabiri mchezaji gani ambaye atakuwa ni nyota wa mchezo au atakayefanya vizuri zaidi? Ah, kwa sasa hivi Yanga utakuta nyota nyota nyota hasa perform. Kwa hivyo, papo kwa hivyo papo bado ataendelea kukamata uzizi wake mze... wa, wa, wa, wa, wa, wa mchezaji mchezajia yani, 90 usikimbie. Ndugu yangu mimi sina tabia kukimbia 70, -e. So, na kama namba ya simu nikupe na niambie na nakaa wapi yeah. Wingi ya kushoto njoo nitafute. Mimi maarufu sana katika kutabiri yeah. Na kuzungumza sio hii hata juzi Yanga na, na Simba yeah. nikawa na wazangu sio so, sio nakuja sana katika michezo yeah. yeah. Akiwepo na akuwepo na, ah, na ak, mwanangu Ngawambia Simba tunaifunga magoli matatu, subiri, tunaifunga magoli matatu. Mmoja mwenzangu akanaambia goli moja, kaambia hamna. Walipopata mmoja, nambia bado la pili, nikaangalia nambia bado la la tatu. Kuna makosa alifanyika refari, kawoniauruma wasije dondoka, dondoka pale wachezaji, wapenzi na benchi la ufundi lingekatika. Kwa hivyo wakaona niwafanyia halimanusura ile inakuwa almanusura ya Simba, wasijafanya nini, wasijadondoka na kufariki. <coughs> Singida kwani Singida ni nani? Singida ni watoto wetu, tuna jukuu zetu wale, <coughs> chea pamoja na uzuri wake. <coughs> Uzuri wake <coughs> utabadilishwa, utakuwa ubaya wake, na ndio hatari yake, kwa magoli yake ambayo atapiga matatu, mama Kwani ni hebu nitafute baada ya mpira vile. Sawa bwana, asante sana. Na wewe pia. Haya. Karibu.